ingia michezoni ni kwamba wanamichezo katika mtaa wa Githunguri na shule zilizoko katika sehemu hiyo wamemsherehekea mwalimu wa mchezo wa taekwondo, Ndung'u Ng'ang'a kuwa ni shujaa wao. Ndung'u mwenye miaka 73 amefunza mchezo huo kwa zaidi ya miaka 35 na kuwasaidia wachezaji wengi kung'aa na wengine pia kufuzu kuwa makocha. Shule ya Maifin eneo la Utawala ni miongoni mwa zile zilizofanikiwa zilizonufaika kutokana na mafunzo yake. Ametoa wito kwa wazazi kutumia mchezo huo kusaidia nidhamu za watoto wakati wa msimu wa likizo. Tunataka kurudisha watoto wetu na vijana wetu pamoja, ili wakati shule imefungwa msimu huu mrefu hivi wasiwe na mambo zingine za kufanya huku kama uvutaji wa bangi, unywaji wa dawa za kulevya na mambo zingine zile mbaya mbaya ambazo zinashikwa na watoto wakati weko likizo. Juu inaonekana michezo kwa government schools zimeenda chini sana. Waruhusu hata mchezo wa taekwondo na michezo ile ingine iweze kufanyika katika hizo mashule, ndio wa, wawe katika levo moja na shule hizi za private. Vipawa kwa spoti imekuwa nguzo um, kuu kwa hii shule na watoto wamekuwa wakifurahia. Leo ilikuwa siku ya kuwasherehekea, ndio sababu tunawapatia zawadi tofauti tofauti kwa ile kazi nzuri wamekuwa wakifanya kutoka mwanzo wa hii mwaka mpaka sasa. Tunakutana na mashule ambayo yako na maji